Naitwa Baraka melamseni nini ambacho kimekupata? Ilichonipata jana ilikuwa saa sita na nusu kuelekea saa saba usiku. Nililala na mke wangu bila shida, yote hatuna vita naye. Sasa tukajifunika kwenye blanketi usiku, muda wa saa saba akaanza kunitomaza, ilivyosimama akaishika kisu akaikatia chini yote Nipo wakati tukaendelea kupambana naye usiku akanifunika na blanketi ile kubwa tani fumu akaanza kunyongea huko ndani. Nikapambana naye akati ananinyonga. Basi nikamgusa mzimani nikatoka naye nje, nilikuwa ananinyonga tu. Ndio hiyo sasa, nika nikawa na watu, akaja akanisaidia. Aka ngina mwingine anaitwa ile mwenyewe akanisaidia ndio akanisaidia hapo, ndo akanitoa akaita watu ndo akanisaidia, akanileta. Alikata yote chini na akatupa kwenye ufunguni, ye akaendelea kuninyonga hapo kitandani. Hamna ugomvi wote, hakuna shida yote, tunafanya kazi ya kuuza hapo dukani, hakuna mtu anayemlalamikia mwingine. Tukalala wawili vizuri, hakuna mtu mwenye shida. Ndo sasa akaja akanikata na huo usiku. Hauishi na watoto wako ama mnatuanga? mi na mtoto mmoja, lakini siishi naye kwa sababu kitanda ni moja na, kita, na kitanda ingine kule dukani. Kwa hiyo atuwezi lala na mtoto na mama huko kitanda moja. Kwa hiyo yeye akitaka kuja kukaga na mimi anamwacha mtoto anakuja huku napalala. Yani, mchana yote tulikuwa hakuna shida. Mchana nzima alikuwa anachimba choo hapo, tukamaliza tukasafisha, tukaendelea na maisha ingine ya kupambana hapo nyumbani, tukauza mpaka jiani tukafunga kazi usiku, akaja tukalala, tukaendelea kulala. Akaja tu usiku, ndio hiyo usiku nakwambia, amekuja akanishikashika, nilikumbe alikuwa ana kisu, akanifeka yote akatupia chini. Baada ya kukata na kutupa akachukua ile blanketi akanilalia kutumboni, kwa hiyo mimi naangaika, wakati ananyonga huku damu ikamwagika yote mpaka damu haitoki, ananinyonga, tuko ndani Ndo ile saa tukaparangana na yeye. Baada ya kupata pumzi sasa, alikuwa amenizulia huko tumdomo, na yeye blanketi ndo hiyo sasa, nika nikatoka nje na yeye anani kuenja tu nika ananinyonga. Baada ya hapo sasa, ulipopeleka hospitali yule mwanamke, yeye alienda wapi, ambaye ni mke wako? Yule mwanamke alijeki tia amezimika, tukaletwa na yeye hadi hospitalini, lakini ndugu zangu, alimrudisha nyumbani kwenda kumfungia kwa nyumbani, kwa sababu naye anataka kujeua, sababu alikuwa anasema anakuua wakati ananyonga kwenye blanketi, nakuwa, alafu na kuua alafu nami naenda kunywa sumu. Ndio jana ametokeza kwenye saa sita usiku mtoto wangu mkubwa, ya kijana wangu mkubwa akalia kijana ndani mpaka mtoto wangu mkubwa akakimbia mpaka hapa akalia, mimi ndio nakuja kusema bibi, kijana amekufa ndani akakimbia na hiyo, mtoto wangu akakuta kijana wawili, amenyanyua amenyanyua kijana akaleta nje kwenye kumu ambao iko damu hapa hapo. Kijana wangu akasema mama, hiyo pepo ambao melazimisha kuleta amekuja kumuua mimi, amemuua aka anaacha mimi duniani. Mimi ndio nakuambia ni kweli, akalia akalia mpaka watu akajaa. Amemfanyaje huyo kijana wako? amekata chini ya asiri, amekata chini ya asiri, amekata katiba eh. Sasa akalia mpaka alivyokata, alivyokata sasa. Huyo, huyo binti akafa. Yani imekuwaje mpaka akamkata? Alianzaje? amefanya kama mtu ambaye anaenda kumpa mapenzi, ikishaa kwenda kitandani akamwambia haya, mke wangu amekuja, wa akapambasa akapambasa, saa ya mwisho akageuka tu kidogo akakalia akifuani, kabla manaumi jaamuka kulala naye, ikishaamuka kukalia akifuani mmoja tu akakata chwa, hijakata mara mbili, kijana akalia metoa Ameeka Me, redio sana, sauti ya redio sana, mpaka ile mtoto wangu akasikia ile mali yangu ya mara ya kwanza akakimbia mpaka hapa. Ikisha akimbia, mimi ijaogopa kulia. ame alipokata hiyo akatupa wapi? Ikisha akata, akachanganya na kanga akatupia pembeni ya kitanda, kunguni ya kitanda. Kwa majina anaitwa Jonas Lengten Kisite, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Juhudi kijiji cha Olevolosi kata ya Kimnyaki. Ndugu mtangazaji, kuna tukio lililotokea leo usiku, ilifika saa nane na dakika thelathini na mbili nikapigiwa simu kwamba kuna mtu ambaye amefanyia ukatili kweli. Ilifika hiyo saa nane hiyo, nikaamka kabidi nikimbia si hospitalini, maana jamaa alishakimbiza hospitalini si livyo enda hospitalini nikakuta kule ameshafanyua ukatili sehemu zake za siri zimeshaondolewa ukweli tu ni kwamba sijaweza kujua kwa undani zaidi lakini jamaa asema alikuja akiwa amelewa jamaa e, jamaa kwa maelezo anasema alikuja usiku akawa amelewa mke wake labda akataka kumsogelea akamwambia subiri kwanza maana nimelewa e, kwamba ile maana anasema kama vile anataka mapenzi hivi na nikasimama na nini ndio hivyo alikuwa anasema kwamba e, yaani ni kwamba kwamba kwa taarifa kama mwanamke alikuwa anamtaka mwanamme, sasa ikabidi jamaa anakamwambia mke wake nisubirie, kwa sababu nimeshalewa, subiri pombe ifanyaje, ipo ikate. Sasa ndio hivyo mwanamke akajichukulia, kwa kweli sio nusu, imekatwa kota, yaani imeondolewa yote. Ehe. aliacha kitandani Ndo jamaa alikimbizwa hospitalini, walivyobaini kwamba vile kile kiungo hamna, wakarudi nyumbani waje avichukue. Wal, wal, manesi walikuwa wanafikiria naweza wakafanyaje, wakaenda kushonea. Walivyofikisha pale hospitali kasemekana kwamba wezekani kushona kwamba imeshaingia. Na kwa kwa kwa hmm. wito, <coughs> nah, wito kwa wanandoa kwamba kama kuna migogoro kwana, kama watu wana migogoro ya ndoa wasijichukulie sheria ya mkononi kama huu sasa alivyofanya. Ndio, anaendelea vizuri. Ndio, lakini leo kuanzia mchana sijapata taarifa yake, lakini asubuhi ile alikuwa anaendelea vizuri. Ndio.